Ukiangalia kulia kwetu kule, unaoona huu mlima wa Uluguru, huwa anasema miaka hamsini iliyopita ilikuwa ukifanya hivi ulikuwa unaona mito inatiririka. Leo huoni hata mtu mmoja. Kwa nini? Kwa sababu watu wamepanda kule juu, wamekata miti na sababu mo ya kwanza kabisa ya kukata miti ni kukata miti kwa ajili ya nishati ya kupikia, kwa maana ya mkaa. Kwa hiyo hayo mahitaji ya nishati ya kupikia ndiyo yaliyofanya hiyo milima ya Uluguru yote imekuwa kibala. Kwa hiyo, TANESCO imejiunga nayo imeingia hivi kwenye jambo hili, mimi nataka niwashukuru sana, lakini na mimi na ombi langu kwa TANESCO vyombo vinavyotumia umeme vya zamani miaka 30 40 iliyopita 50 ni tofauti sana na vyombo vya sasa hivi. E, zamani mtu alikuwa anaogopa kuwasha AC, anaogopa kuwasha feni, pasi ndio kabisa, jiko la umeme ndio usiguse. Lakini kwa teknoloji hii iliyokuwepo sasa hivi matumizi ya vitu hivi kwa wenzetu huko duniani wamehakikisha kwamba wanatengeneza pasi, majiko, feni, friji ambazo zenyewe zinakuwa energy efficient sasa. Hili neno la energy efficient bado halijafika kwetu, elimu hii haijafika kwetu. Kwa mimi nakuomba Lazaro, nakuomba sana kwamba kwenye kitengo chenu cha mawasiliano na elimu kwa umma mwewe mnaweka vipindi ambavyo vinawapa elimu wa Tanzania na kuwaondolea hofu kwamba matumizi ya umeme kwenye jiko na kwenye pasi na kwenye nini bado ni nafuu. So, hey, kwa hiyo kwa hiyo mtu anapokuwa na jiko la gesi na siku hizi kama unavyoona hilo hilo jiko la gesi eh, anaweza kuwa na jiko la gesi dogo pembeni na jiko la umeme pembeni. Nyinyi mkihimiza, tunaweza tukapata watu wengi zaidi ambao wanapikia kwa umeme eh, na hawaogopi matumizi ya vifaa vya umeme. Lakini jambo kubwa hilo likiwa ni kupunguza matumizi ya mkaa.